Naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu lakini kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuiona wilaya ya Songwe na kutupa mradi huu muhimu wa yu, kwa maslahi mapana ya wananchi wa wilaya ya Songwe. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, wilaya ya Songwe ina wananchi laki mbili na ishirini na tisa elfu na asilimia sabini ya wananchi hao ni wakulima. Kupitia mradi huu ambao kwa mujibu wa taarifa katika halmashauri 184, halmashauri saba pekee ndizo zilizopewa huu mradi, ambapo ni pamoja na halmashauri yetu ya wilaya ya Songwe. Mradi huu una gharimu zaidi ya shilingi bilioni saba. Naomba nitumie nafasi hii kumpongeza mheshimiwa waziri wa ardhi lakini pia na mheshimiwa waziri wa kilimo kwa namna walivyoamua wa kuunganisha nguvu na kuwaleta wataalamu wa TFRA pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Ardhi. Wameungana na wataalamu wetu halmashauri wa ya wilaya Songwe. Malengo ya mradi huu ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi katika wilaya ya Songwe anapimiwa eneo lake na anapewa hati bila malipo yoyote. Na mpaka hapa ninapozungumza na ninyi, tayari maeneo ya wananchi wetu zaidi ya laki moja na kumi yameshatambuliwa na yameshapimwa. Lakini kupitia mpango huu wa Wizara ya Kilimo kupitia TFRA pamoja na Wizara ya Ardhi wamekubaliana kuchakata na kutoa hati kwenye haya maeneo yaliyotambuliwa elfu tatu. Zoezi hili lina siku kumi na tatu na kupitia wataalamu hawa mpaka sasa tayari wameshafikia lengo. Mradi huu una faida gani kwa wananchi wa ngaya ya Songwe? Nyie mnafahamu wilaya Songwe tuna changamoto kidogo ya wananchi wetu kutotumia mbolea, lakini hapo nyuma tulikuwa tunapata shida sana kuwatambua wakulima wetu, kutambua maeneo yetu ya kilimo, lakini kupitia mpango huu tayari tumesha baini tuna maeneo mangapi ya kilimo na katika maeneo hayo ni wapi panafaa kwa ajili ya kilimo cha tumbaku, kilimo cha ufuta pamoja na mazao mengine ya chakula mchanganyiko. Lakini mbali na hayo, inatusaidia kupitia ndugu zetu wa TFRA, mamlaka ya mbolea Tanzania, kupata takwimu sahihi za wakulima, jambo ambalo sasa litatusaidia kwa misimu ijayo ya kilimo kujua kwamba somo tunapaswa kupeleka mbolea kwa ajili ya kilimo cha tumbako kiasi gani, tani ngapi? Pamoja na mazao mengine ni yanayolimwa, mahindi, maharage na Mahi, kadhalika. Katika mwaka 2022 hadi mwaka 2023, wilaya Songwe tumetoa mbolea tani 216. Mwaka wa kilimo 2023 2024 tulitoa tani 307 lakini mwaka 2024 hadi mwaka 2025 tumeletewa zaidi ya tani 600. Maana yake ni nini? Tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu, hususan ni wakulima, juu ya umuhimu wa kutumia mbolea, jambo ambalo mkiangalia trend kutoka mwaka 2022 2023 tatu tumeendelea kupanda, lakini kubwa kuliko yote, mtakumbuka huko nyuma wakulima wa tumbaku walikuwa hawapati ruzuku, lakini kupitia rais wetu, kupitia Wizara ya Kilimo, ameendelea kuwaangalia wakulima wa tumbaku na kuanza kuwapa mbolea ya ruzuku jambo ambalo limetusaidia sana wananchi wa wilaya ya Songwe. Ninapozungumza na ninyi katika kilimo cha tumbaku, mwaka wa kilimo uliopita tulipata kilo milioni moja na laki saba, lakini tulifanikiwa kupitia mauzo ya tumbaku tukapata zaidi ya milioni mia tatu ishirini na saba mapato ya halmashauri ya wilaya ya Songwe kupitia mpango huu sasa ambao utawasaidia ndugu zetu wa TFRA kubaini maeneo ambayo yanahitaji matumizi ya mbolea katika wilaya yetu ya Songwe. Lakini pili, mpango ambao sasa utatusaidia kujua idadi ya wakulima wetu na mahitaji yao ya mbolea. Malengo yetu kwenye zao la tumbaku kwa msimu huu wa kilimo ni kufanya uzalishaji wa zaidi ya kilo milioni mbili, jambo ambalo litatusaidia zaidi kuongeza mapato ya halmashauri, lakini pia na fedha zinazoenda kwenye mfuko mkubwa wa serikali. Lakini mbali na hilo, sisi tunalima ufuta sana katika wilaya yetu ya Songwe. Huko nyuma tulikuwa na changamoto kubwa. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Waziri wa kilimo, wa kilimo Mheshimiwa Bashe kwa kuamua kwa dhati kuimarisha mfumo wa stakabadhi ghalani. Mwaka 2021 2022 mfumo wa stakabadhi ghalani ulishindwa kufanya kazi katika wilaya yetu ya Songwe. Lakini mwaka 2022 2023 mfumo wa stakabadhi ghalani ulianza kufanya kazi katika wilaya yetu ya Songwe. Kwa nini? Kwanza kwa kutoa elimu kwa wananchi wetu, lakini pili kupata sapoti kwa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri wa kilimo jambo ambayo likitusaidia sana tuliweza kupata zaidi ya kilo milioni saba la na laki tano msimu wa kilimo 2022 2023, na tukauza ufuta tukapata zaidi ya shilingi bilioni 28, fedha ambazo bilioni 26 zilienda moja kwa moja kwenye mifuko ya wakulima, bilioni moja ilienda kwenye mfuko wa mapato ya halmashauri ya wilaya ya Songwe, jambo ambalo lilitusaidia kutengeneza chanzo kipya. Ufikirie chanzo kipya cha mapato cha cha zao la ufuta kutoka sifuri mpaka bilioni moja. Lakini mwaka 2023 na 2024 tulifanya vizuri zaidi, tuliweza kuuza ufuta kilo milioni 8 na laki 3 tukapata zaidi ya shilingi bilioni 30 fedha ambazo halmashauri ya wilaya ya Songwe ilipata zaidi ya shilingi milioni moja nukta mbili, milioni mia nane ilienda eh, kwa mama zetu wanaouza vyakula wasafirishaji wanaopakia mizigo na kadhalika. Maana yake ni nini? Kama tuliweza kufanya vizuri kwa kiwango hiki kupitia mpango huu, sasa nina matumaini makubwa sana kwamba mwanzo wa kilimo huu kwenye zao la ufuta amba ambapo tunatarajia kuanza mavuno mwezi huu tutafanya vizuri zaidi, sambamba na kwenye zao la tumbaku pamoja na mazao mengine mchanganyiko. Lakini mwisho kwa umuhimu, naomba nitumie nafasi hii tena kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa kuletewa mpango huu sasa tunaenda kumaliza migogoro ya ardhi katika wilaya yetu ya Songwe, kwa sababu niye mnafahamu katika maeneo mengi katika nchi yetu kuna migogoro mengi ya wakulima na wafugaji. Hususan kwenye wilaya yetu ya Songwe tumeendelea kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kutatua migogoro mara kwa mara. Sababu kubwa ni watu kukosa ownership ya maeneo ya lakini kupitia mpango huu sasa unatusaidia kuainisha maeneo ya hifadhi, maeneo ya hifadhi za vijiji, mapori tengefu kwa ajili ya wawekezaji wetu, maeneo ya kilimo, maeneo ya wafugaji, maeneo ya uvuvi na kadhalika, na tunatarajia kupata zaidi ya hati 63 elfu mara baada ya kukamilika kwa mpango huu, naomba nitumie nafasi hii tena kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea mpango huu ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni saba. Lakini pia naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Kilimo pamoja na timu yake. Naomba pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Ardhi pamoja na timu yake, lakini kubwa kuliko yote wataalamu wangu wa halmashauri kupitia mkurugenzi mtendaji, viongozi wenzangu wa wilaya ya Songwe, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, mheshimiwa mbunge, katibu tawala wa wilaya pamoja na wataalamu wote wa halmashauri ambao kwa kweli tumeshikamana toka mwanzo wa mradi na hata sasa tunapoenda kuhitimisha mradi. Lakini tumeletewa tatu, kwa sababu ili jambo hili liwe endelevu, ni lazima tuwajengee uwezo wa taalamu wa halmashauri tusiwategemee tena viongozi wetu kutoka wizarani kutoka Dodoma kuja hapa. Lazima tuwe na ownership ya mradi. Kwa, kwa kuliona hilo, wametuletea vishkwambi 43, kila kijiji. Tuna vijiji 43, tuna kata 18, tuna tarafa mbili katika wilaya yetu ya Songwe. Kwa kila kijiji kupitia wataalamu wetu, kwa maana ya watendaji wa vijiji, watapewa vishkwambi. Lengo ni nini? Kutunza record, kwa sababu kuna mambo mengi kwenye ardhi kuna huyu anaweza akamuuzia huyu. Kwa hiyo ili tuweze kufanya marekebisho au mabadiliko pale eh, inapotokea kuna mtu anataka kuhamisha umiliki wa ardhi, basi iwe rahisi sisi wilaya kupata taarifa, lakini pia mkoa pamoja na kule wizarani. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kazi ende